Mtu yoyote ambaye amejidhatiti amekuja kwenye maisha yako, amedhamiria, karakta ya mwanamke akifika, anaanza kudominate, anaanza kujaa, yani anaanza kukutriti kama mama yake, yani kama mama yako, ndio anaanza kuuliza maswali, anaanza kama, unaanza kupaka unakireka, oh, oh, nichukuliaje mimi, unanifuatilia. Ukiona ukiona mtu ana namna hiyo, hiyo ni kigezo cha kwanza ya kwamba <laughs> ah, huyo angetupa kiingilio. Huyo nani? <laughs> ah, toa kiingilio huyo wewe. <laughs> Sio kama mnanielewa. Sio kama mnanielewa hapa ndani, eh. Yaani kuna namna mwanamke akiwa comfortable na wewe anadominate. Yaani yaani, anakaa anakaa ka, yaani, tayari ana, anaweka anakita miguu <laughs> eh, anajikita <laughs> anafanyaje, anajizatiti. Weka tu ile kule, ile kule tu inatosha, anajizatiti anajiweka kwenye nafasi ambayo anataka yani, ujue ya kwamba, yani kwamba, niko I am here to stay. Ndio unakuta kwanza, anakuwa anaanza kuwa na mimi yani, anaanza kuwa sio tu na mipango yani, ni kama ana ku monitor hako, kama umepata monitoring spirit na kufuatilia. Akuja nakwambia, hiyo suruali uliovaa leo, anakwambia kwa heshima, lakini ndio ameshakwambia, hiyo suruali mimi hapana, mimi hiyo suruali sipendi. Maana yake huyu mtu ameshaiona future yake na wewe, na ameshaanza kuyaona maeneo ambayo, kwa kweli mimi sidhani kama hili naliweza bora nianze kudili nalo, nipigana nalo sasa hivi. Sasa hapo, wakati naongea, kuna wanaume wanaumia kwa sababu ulishapataka mtu hivyo ukamwacha, ulishapataka mtu hivyo ukamwacha, ukasema ah, kama ananifuatilia. Lakini that is the truth, anaanza kuwa kama mama yako vile. Baka sasa una mimi kuna wakati wao kumwambia mtu, "Oye, mbona oy, unajikuta mamaza? Yani wewe vipi?" Mtu anafuatilia nywele, anafuatilia via ndugu yangu vile viatu vya leo. Ah. Lakini mtu ambaye yuko anapiga mark time, wewe kila unachofanya ni haleluya. Umepaisha kwambia e, e, tutanilia taratibu. Yani hana concern kwa sababu gani? Anajua kabisa mimi sina maisha hapa ndani. Yani mara nyingi yuko hapo kama kituo cha kumsubiria mtu wake. Eh, kuna mtu wake kule. Ukiona, kuna mtu wake yeye ambaye ndo anataka akamfanyie kule. Sasa, sasa bado hajasema chochote, ni kwa tu niwepo hapa. Kwenye tuone mazingira yata yataamuaje. Wanaume sijajua kama mmenielewa eh? Wanaume sijajua kama mmenielewa eh? Wanaume sijajua kama mmenielewa eh? Eh, yaani huyo mtu anaanza kuwa concerned na vitu vidogo vidogo. Namna unavyofunga shati, namna yaani na unaanza kuona kabisa. Oh, oh, oh, bora unipande kichwani. Ma no, akupande kichwani You are seeing a right girl dada. Si kama anielewa. You are seeing somebody right. Tunamuona kabisa, ndo huyo hapo anakuletea. Eneo la pili mwanaume kukuonyesha kwamba huyo mtu amejizatiti, na bado sijasema ni mtu sahihi, ila angalau hatua zinazoanza kukuonyesha, anaanza kukuinvolve sana kwenye spiritual activity. Wanawake ni viumbe vya kiroho, na akishapata uhakika na wewe, anataka akakufunge kwenye ulimwengu wa nini, utaombeshwa blaza. <laughs> Uta, utatumiwa vipeperushi vya semina blaza, utatumiwa clip blaza, linki za mafundisho ya Pastor Fred, na yote yanaendelea yanaelekea kwenye, kwenye mlengo fulani ha, kuna watu wanajicheka hapa. Maana yake kuna mtu hata kwenye ibada hii ametuma linki tayari, mfuatilie. Anajifanya kama anampenda mtu kwamba fuatilia neno la Mungu, kumbe anataka yule mtu asikie nayo, sema ili ajue ndio Watu wameshatuma link huko. <coughs> Wanaume semeni amen. Eneo la tatu la muhimu sana. Litakalo kuonyesha ya kwamba hicho wanachokiendea ni kitu sahihi. Huyo mwanamke ataanza ku na familia yako. Wanawake ni vyombo vya kijamii, yani ni viumbe vya kijamii social beings. Automatic tu, anaanza kumuulizia mama, anaanza kuulizia kama una dada dada zako yani, anakuwa yuko very comfortable. Wanawake wako very tricky yani, akiwa hana hakiwa hana maisha na wewe, hahitaji connection, maana anajua mimi, yani hapa sidhani hata kama mwezi nitamaliza, yani anajua kabisa mimi kule wakukiitika <laughs> natoka hapa kama basikeli ya kuibiwa yani. Kwa hiyo kwa nini nianze kumwangaisha mama wa mtu.